Fika hapa kwenye shule ya msingi ya Jenerali Musuguri ambayo ipo hapa Ihumwa, ikiwa na timu ya wakaguzi pamoja na askari. Lengo ni kutoa elimu ya usalama barabarani kwenye shule hii. Hii hii shule ipo pembezoni mwa barabara kuu ya Dodoma, Morogoro. Barabara kuu inapatisha magari mengi. Kwa tumeamua tuchague shule hii tuweze kuwapa elimu ya usalama barabarani. Tumetoa elimu ya usalama barabarani kwa upana, hususani kwenye matumizi bora ya barabara eh, wakati wa uvukaji wa vivuko vya ah, watembea kwa miguu ya zebra crossing, kwamba wanafunzi wanapaswa wavuke, eh, kwa usalama kuzingatia taratibu za uvukaji wa barabara, kuangalia kulia, kushoto, lakini kutokukimbia, kutoku, kutoku, wakati wanavuka kwenye hizi alama kwenye vivuko vya watembea kwa miguu. Kwa hiyo tumewasisitiza hilo. Mbali ya hayo, tumetoa vibao ambavyo vinaonyesha ishara ya kusimama kusimamisha magari na kuruhusu watembea kwa miguu kupita kwenye hivi vivuko hususani hususan hao wanafunzi ambao wanatumia hii barabara kwamba wakati nyakati za asubuhi, nyakati za mchana, wakati wanakwenda shule wanarudi uh, wanarudi kutoka uh, shule. Kwa hiyo wazingatie mambo gani yanayo kuzingatiwa na hivi vibao, watakuwa wanavitumia wao wenyewe, lakini kwa msaada wa askari wetu watakuwa kuwepo hapo. Lakini shule wameweka utaratibu mzuri, kuna mtu mzima anawavusha kwa wakati mmoja umekuta kwamba anatumia kitambaa chekundu, anasema hii sio salama zaidi. Akiwa na vibao ambavyo vinaonyesha ishara ambavyo vinaonekana kwa wazi, itasaidia eh, watumiaji wa barabara, lakini hususan madereva wanaoendesha vyombo vya moto kuzingatia taratibu hizo, kwa sababu sio kila sehemu utaweka taa za bala, taa za barabarani, kwa sababu shule hizi ni nyingi eh, ambazo zinapita kando kando amini zipo kando kando ya barabara hususan barabara kuu. Kwa hiyo kuwa na hizi alama na hivi vibao vitawasaidia na tumewapa, tumetoa hizi e, reflective jacket, e, via vyakisi mwendo, amini jacket ambazo zina, zina akisi e, zina akisi mwanga kwa maana akiwa amevaa e, anaweza kutambulika kufahamika kwamba yupo pale kwa ajili ya kazi fulani ya ya kusaidia hao watoto. Hao watoto lazima tuwalinde. Jeshi la polisi, jukumu letu ni kulinda raia na mali zao. Hao watoto ni watoto ambao ni, ni, ni, ni wadogo, ni watoto ambao wanahitajika, wanahitaji uangalizi wa karibu. Sisi jeshi la polisi tumepeleka maeneo mbalimbali, nyakati za asubuhi kuweza kuwavusha hao watoto, a, nyakati za mchana au jioni kuweza kuwasaidia kuvuka kwenye vivuko vya hizi barabara, lakini tukizingatia mji wa Dodoma unakuwa kakasi kuna shule nyingi, barabara ni nyingi, kuna watumiaji wengi wa barabara ikiwemo bodaboda wini boda, waendesha pikipiki e, bajaji na magari mbalimbali. Kwa hiyo tukasema lazima tusaidiane na walimu na walezi. Sasa hapa tumemwona huyu ambaye ni mzalendo, tumempa pongezi, tumempa fedha kidogo kumtia moyo, kwa sababu amejitolea yeye mwenyewe kushirikiana na jeshi la polisi katika uvushaji wa hawa watoto na sisi jeshi la polisi, hii ni programu ambayo tumeizindua rasmi ya kutoa vibao yeah, ambavyo vinaonyesha ishara mbalimbali ya yeah, ishara ya kusimamisha vyombo vya moto ili watoto wetu waweze kuvuka kwa usalama, wanafunzi waweze kuvuka kupita kwenye vivuko kwa usalama, kuepuka hawa watoto wasiweze kupata madhara, wasiweze kugongwa na vyombo vya moto kwa sababu yeah, wakigongwa wanaweza wakapata majeraha, wakati mwingine anaweza kapelekea Uh, vifo vya hawa watoto lakini mbali ya hayo eh, bado kuna mkakati wa kuweza kuweka matuta. Tumeona hapo kuna matuta ambayo yanazuia kupunguza mwendo eh, wa haya magari wanapopita. Kwa hii ni programu endelevu kama nilivyosema, tutaanza kutoa kwenye shule ambazo zipo pembezoni mwa barabara, itakuwa ni endelevu sasa, ili kuweza kuwanusuru hawa watoto wetu, ni kuona uongozi wa shule, kwa sababu uongozi wa shule wakiona ni mtu ambaye ana maadili, ni mtu ambaye anafaa, basi na sisi tutampa mafunzo maalum ya kuweza kuwavusha hao wa watoto, kwa sababu watoto wanaweza wakavusha wakajivusha wao wenyewe, lakini wakati mwingine ni hatari, na ikiwa ni wakati maalum kwamba nyakati za, za kwenda shule, wakati wa kurudi kutoka shule. Kwa hiyo rai yangu kubwa ni kwamba watu ambao wana uzalendo wanaweza wakashirikiana na uongozi wa shule, sisi tutawapa mafunzo lakini, na sisi hatutakuwa mbali na wao, tutakuwa nao karibu nyakati zote, wakati wa zoezi hili likiendelea. Kwa hiyo niwaombe watu wajitokeze na shule ambazo zinahitaji e, mafunzo hayo, kwa sababu ni shule ni nyingi. Sisi tuko tayari, wakati wote, watu wetu tuweze kutoa elimu ya usalama barabarani. Tuko tayari, tunapatikana, na ndio jukumu letu kutoa elimu ya usalama barabarani kwenye shule zote, lakini sisi tutakuwa tunaangalia Uh, shule ambazo ziko pembe, pembezoni mwa barabara hususan hii barabara kuu, sisi kwa sababu ya eneo ni, ni muhimu sana. Tutaweka utaratibu wa, wa, wa askari wa usalama wa barabarani, atakuwa anakaa hapa kushirikiana na huyu mzee. Kwa hiyo hii hatumwachii yeye peke yake, kwa sababu tumeshagundua hili eneo ni eneo muhimu sana. Kwa hiyo mpango ambao tunao, Jeshi la Polisi, kwa sababu tumeshaona, umeshaona na wanafunzi wengi, tutaweka askari wa usalama barabarani asubuhi atakuwepo, atashirikiana na huyu mzee, na wakati wa mchana atakuwepo. Kwa hiyo ni utaratibu ambao tutahakikisha askari anakuwepo hapa wakati wowote, na huyu mzee tutampa namba ya simu a anawasiliana na askari wetu anapohitaji msaada, lakini na sisi yale majira yashatoa maelekezo kwa, kwa mkuu wa usalama wa barabarani mkoa wa Dodoma kuhakikisha hii pointi nyakati zote au hususan wakati wanakwenda shule na kurudi, inakuwepo askari wetu wa usalama barabarani, kwa sababu ni highway lazima tuimarishe hili eneo ah. Hii itasaidia kwa sababu eh, kwanza madereva au watumiaji wa vyombo vya moto tumeshayawapa elimu, wanajua kwamba hizi ni ishara, wanajua eh, wakiwa vioni kule wameshapata hii elimu kwa hiyo wakiwepo waki, watu wa kuwaonyesha hizi alama, kwa maana ya watu wazima na wanafunzi ambao ni watu wa, wamekua kidogo. Kwa hiyo wakitumia waki hizi ishara itasaidia, kwa sababu watasimama kuwaruhusu watoto waweze kupita, kwa hiyo itaepusha watoto kugongwa eh, ambapo inaweza kapelekea kujeruhiwa na vifo. Kwa hiyo kikubwa ambacho tunakifanya sasa hivi ni kusisitiza elimu kwa madereva, tutaendelea kuasisitiza ili waweze kutii watii sheria za usalama barabarani bila shuruti, kwa sababu wakati mwingine waweza kawa na hizi alama na wasipotii, basi ajali inaweza zikaendelea. Lakini sisi tutakuwa wakali sana kuhakikisha kwamba wote ambao hawatii hizi sheria wanasimamishwa, lakini hawatii tuchukua hatua stahiki za haraka, ili sasa ili zoezi liweze ku kuleta tija kwa sababu tunaweza kuwa na zoezi lakini tunataka zoezi lenyewe liwe na tija. shule ambazo hazina na nini na kuna baadhi ya maeneo kwa sababu kama nilivyosema, mji wa Dodoma unakuwa kwa kasi, kuna barabara nyingi na shule zinajengwa eh, kuna maeneo mengi ambayo magari au vyombo vya moto vinapita. Kwa hiyo kwa zile shule ambazo hazina uh, watu ambao wanajitolea, kwa maana kama huyu mzee alivyojitolea, tutaendelea kuwahimiza wananchi kwa ujumla, lakini na shule husika wafanye utaratibu huo ili waweze kupata watu kama hao. Lakini kwa maeneo ambayo tunaona kwamba ni maeneo ambayo wanafunzi wengi, kuna magari mengi, sisi wenyewe polisi lazima tutawajibika kwenda kwenye maeneo hayo, hususan ni maeneo ya ya katikati ya mji ambayo yana historia ya kutokea ajali mara kwa mara. Hii hatuwezi kuachia wao raia wafanye kazi za namna hiyo, lazima tusisi wenyewe jeshi la polisi tutafika hapo kwenye haya maeneo kusimamia hilo zoezi, lakini tutahakikisha kwamba mpaka watu polisi tutakuwa nao karibu, mpaka tujue sasa wale watumiaji wa barabara na wale wanaoongoza, je wamekuwa na uelewa wa kutosha? kwa hiyo au tutawaache wenyewe, mpaka tuhakikishe kwamba wananchi pamoja na watumiaji wa amini, watumiaji wa barabara na madreva wa vyombo vya moto wana uelewa, sasa tukiwaacha wenyewe inaweza katokea madhara wakagongwa, kwa sababu lazima tuhakikishe kwamba wana madhara amini wana, wana uelewa kutosha kabla tujawachia wao wenyewe wa, wafanye shughuli hizo. Jina naitwa Tamim Songoro mkaguzi msaidizi wa jeshi la polisi, natokea dawati la elimu kwa umma, ofisi ya mkuu wa usalama barabarani. Kinamna pekee nishukuru na kumpongeza afande wetu kamanda afande Katabazi. Hii yeye imekuwa ni mwanzo, ameanzisha lakini sasa sisi tunatakiwa tuendeleze, kama dawati la elimu tuwafikie shule zote, vichochoro vyote, si shule tu zilizoko kando kando ya barabara kuu, hata shule nyingine zilizoko vichochoroni, kwa maana mwisho wa siku hawa wanafunzi hawa watoto wetu wanavuka, wanatumia barabara. Kwa maana hiyo sasa sisi kama kikosi cha usalama barabarani dawati la elimu kwa umma tumeshajipanga, tumejipanga, ameleta ametoa mfano wa kutoa hivyo road signs, kwa maana hivyo vibao walivyotoa vya alama za barabarani vinavyoonyesha kwamba simama, nenda, sisi tutaenda kuvisambaza, tutaenda kuelimisha, lakini si kwamba tumeanzia hapa tu, tumeshaelimisha kwa shule sasa. Kwa sababu afandara PC kaanzisha, sasa sisi tunatakiwa tuendeleze, kwa sababu changamoto iliyopo kitu kikianzisha kisipokuwa na mwendelezo kinakuwa kikomi. Kwa maana sisi tunaamini kwamba mwisho wa siku madereva wataelewa na watoto wetu wataelewa namna sahihi ya kutumia barabara, mwisho wa siku ajali hazitakuwepo na wanatatimiza malengo yao. Kwa majina naitwa Juanguvu Mali. Nalishukuru Jeshi la Polisi kwa kutuletea vifuko vya barabara, maana zamani tulikuwa tunapata shida, tulikuwa a Tunavushiwa vitambaa vyekundu, tunavushiwa kwa kitambaa chekundu. Katika swala ya elimu tumejifunza usalama, usalama barabarani. Pia na mimi nitakuwa mmoja wapo, mmoja wao, nitaweza kuwavusha wenzangu. Mwanzoni kulikuwa kuna ajali zilizokuwa zinatokea, kama kuna mtoto aligongwa. Baada ya kuletea utaratibu wa vivuko, ajali hazitotokea.